Kitabu hiki hakikufundishi jinsi ya kuhesabu pesa yako, kinakufundisha namna au jinsi ya kufikiri kuhusu fedha. Kila mtu anaweza kuhesabu pesa yake, lakini tunavyofikiri kuhusu fedha ni tofauti, na hii huleta utofauti wa matokeo. Morgan Housel anafundisha kwamba linapokuja swala la fedha, tabia ina uhusiano wa karibu sana na mafanikio ya kifedha kuliko IQ. Unaweza ukawa na IQ kubwa sana darasani na kwenye maisha kiujumla, lakini kama una una fikra tofauti, una mfumo tofauti wa kufikiri kuhusu fedha, inaweza ikakuletea matokeo ambayo, e, sio kama yale ambayo unayategemea kulingana na uwezo wako wa IQ ya kawaida.

Mimi naitwa Mfaume Hassan na hii ni Siri za Vitabu. Karibu sana, hii ni Siri za Vitabu. Kama ndio mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, basi nakuomba uweze kusubscribe ili uweze kuwa mwanafamilia wa Siri za Vitabu, lakini vilevile usisahau kubofya bell notification ili uwe wa kwanza kujuzwa pale ambapo tutakuwa tukiupload video za namna hii. Leo nataka tutazame uchambuzi wa kitabu cha The Psychology of Money, saikolojia ya pesa, kimeandikwa na mwandishi Morgan Housel na katika kitabu hiki nataka tutazame masomo 20. Mambo ishirini ya kujifunza katika kitabu hiki. Na kama nilivyotangulia kusema uh, hatukufundishi na Morgan Housel hafundishi kuhusu eh, namna ya kuhesabu fedha, anatufundisha kufikiri tofauti kuhusu fedha, kwa sababu huenda kizingiti ambacho kinatuzuia katika mafanikio yetu ya kifedha ni namna ambavyo tunafikiri kuhusu fedha. Na hii ni tofauti kabisa, kwa sababu kila mtu amekuwa katika mazingira yake, na Morgan Housel anatupa ukweli, baadhi ya ukweli kuhusu fedha ambao tunatakiwa tuuelewe kama picha pana ya fedha ili tuwe na direction sahihi pale ambapo tunaitafuta tuna nikianza moja kwa moja Morgan Housel anasema watu, somo la kwanza hili, watu hawafanyi maamuzi kuhusu fedha eh, kwa, kwa kulingana na mantiki, au kwa kutazama mantiki, au logic zaidi. Wanafanya maamuzi kutokana na uzoefu wao, na anasema kila mtu anatumia uzoefu wake eh, kufanya maamuzi ya kifedha, na hii inaletaga utofauti mkubwa katika matokeo ambayo tunaweza kuyapata.

Aliyekulia kwenye umasikini e, aliyekulia kwenye umasikini ataona pesa ni kila kitu e, na pesa ndio kitu cha kupambania au ndio kitu cha kupambana nacho, lakini aliyekulia katika utajiri atachukulia fedha kama ni kitu cha kawaida. Na hii kuchukulia kama ni kitu cha kawaida, game lake litakuwa katika kuongeza thamani kuliko swala la fedha. Anajua fedha inakuja baada ya kuongeza baada ya kuongeza thamani. Kwa hiyo hilo ni somo mojawapo, na Morgan Housel anasema kwamba kisha unajua historia yako kuhusu fedha, umetoka katika mazingira gani e, kuhusu fedha, ili ikusaidie e, kuchukua hatua bora, kwa sababu maamuzi mengi utakayoyafanya kuhusu fedha hayatokani na, e, hayatokani na logic. Wengi hawafikiri hawa, wanapoamua kuhusu fedha wanatumia uzoefu. Kwa hiyo atanunua hiki na kile, ataiweka fedha hapa na pale, kwa sababu ya mazoea, amekuwa katika jamii ya namna hiyo, amekuwa na wazazi wa namna hiyo. sasa hii huleta utofauti. Hilo ni somo la kwanza. Somo la pili Morgan Housel anazungumzia bahati, na tunasema na hatari au riski. Kwenye kutafuta fedha kuna bahati, lakini vile vile kuna hatari, na Morgan Housel anasemaje, sio kila aliyefanikiwa sio kila aliyofanikiwa amefanikiwa kutokana na akili yake pekee au uwezo wake pekee. Mara nyingi mazingira na muda sahihi vinaweza vikatofautisha athari ya mafanikio. Biashara ambayo anaifanya mtu katika mataifa yaliyoendelea inaweza ikafeli katika taifa la kwetu hili ambalo linaendelea. Wazo linaweza likawa ni lile lile, lakini mazingira yakiwa tofauti, e, matokeo yakawa ni tofauti, mmoja akafeli, mwingine aka... Aka, aka, aka, aka, aka, faulu. Kwa hiyo mazingira na na, muda sahihi unachangia sana vilevile. Wale wanaopoteza tusiwaone kwamba ni wajinga moja kwa moja ha, lahasha, wanaopoteza sio wajinga moja kwa moja e, wakati mwingine hatari inawakumba. Kwa hiyo tunaweza tukafanya jambo moja, wanaweza wakafanya jambo moja watu wawili, lakini e, matokeo yakawa tofauti kwa sababu ya uh, tunasema mazingira, lakini na hatari ambayo imewakumba. Kwa hiyo tunafundishwa kwamba usijilinganishe na watu e, bila kutazama safari zao Eh, kiujumla bila kujua kiini cha mafanikio yao. Na hapa ndipo pale ambapo tunaambiwa, ukisikia mtu anakuambia nimefanikiwa kwa sababu, chukua, lakini sio vyote vya kuchukua. Usipende kujilinganisha eh, usipende kujilinganisha na watu kwa sababu kila mtu ana mazingira yake. Jua tunasema kanuni zile za mafanikio, alafu zitumie kanuni, usitumie mazingira specific, kwa sababu kila mtu ana mazingira yake. Eh, e, utasema anakuwa na mazingira yake tofauti. Somo la tatu ambalo tunajifunza Morgan Housel anasema hakuna mtu ambaye ni kichaa linapokuja swala la fedha. Kila mtu ana sababu ya machaguo yake, ndio maana anayenunua liability pia ana ana sababu ya kuchagua kununua liability, ana sababu iliyomsababisha akaamua kufanya vile. Ambaye anaamua kuwekeza ana sababu. Swali la kujiuliza, je, sababu yako inaweza kuwa ni viable kwa muda mrefu kukusaidia wewe kuwa na mafanikio ya muda mrefu? Kwa kila mtu, hakuna ambaye anafanya maamuzi kama bogus nope kila mtu ana sababu ya kufanya maamuzi, lakini hayo, hiyo sababu ndio inatakiwa tuweze kuitazama ni sababu ya namna gani, na tuitazame kwa jicho la upana, na usipende kumjaji moja kwa moja mtu kwa kuangalia sababu yake ya nje, kwa sababu huenda e, ana sababu ya ndani ambayo ina justify. Hata wewe ungekaa vile kile kiti chake ungefanya maamuzi yale yale kuna sababu za kihisia na kuna sababu za kimantiki. Kwa hiyo tujifunze kuhusu sababu. Asa, mtu anayewekeza, e, mtu ambaye anawekeza anawekeza wekeza au mtu ambaye anaweka akiba ana background yake ambayo imemsababisha akaamua kufanya, kufanya hivyo. Usihukumu wengine badala yake jifunze kutoka kwao. Huenda kuna kitu ambacho utajifunza. Kama ambavyo unanisikiliza hata mimi natakiwa niweze kukusikiliza. Huenda na kitu ambacho nitajifunza na huenda kuna kitu ambacho utajifunza kwangu. Hiyo ni sababu au tunasema ni somo la tatu. Somo la nne, lengo la kuwa lengo ni ku, uh, sio kuwa tajiri lengo ni kubaki na utajiri. Watu wengi wanafeli katika hili, wanaamini kwamba e, ukipata ukiwa na kipato kikubwa basi wewe umeshakuwa tajiri. Hapana e, tajiri ni yule ambaye anaweza kubaki au kuitunza hela na kuikuza hela. Kwa hiyo unaweza ukawa na kipato kikubwa lakini ukashindwa kufikia malengo ya kitajiri. Kwa sababu gani? Kwa sababu hauna uwezo wa kuitunza na kuikuza. Kwa hiyo tunatakiwa tuwe na uwezo wa kuitunza na kuikuza. Kwenye pesa, kudumu ni bora kuliko E, yale mafanikio ya chap chapu ya chapuchapu ya haraka haraka au tunasema hela inayokuja kwa haraka haraka. Wengi wanaweza kutengeneza pesa nyingi mara moja, lakini wachache wanaweza kuhifadhi na kuikuza fedha. Kwa hiyo tunajifunza, hepuka hatari ambazo zisizo za lazima. Hilo ni somo la nne. Somo la tano tunajifunza, e, kuweka akiba e, ni tabia na sio e, tunasema kuweka akiba ni tabia E, kuweka akiba ni tabia, sio kipato. Kwa hiyo kuna mtu mwingine anaamini kwamba ili niweke akiba nijilipe kwanza, natakiwa niwe niwe na kipato cha milioni moja? La hasha! E, anayetakiwa kuweka akiba sio yule anayeingiza hela nyingi, bali ni yule ambaye amejiwekea nidhamu na tabia ya kuweka akiba. Hata kama unaingiza shilingi elfu hamsini, inabidi e, ujiweke tabia ya kuweka akiba. Kama unakumbana na changamoto la kuweka akiba, e, na kushauri sana soma kitabu hiki, lakini vile vile nenda kasome kitabu cha uh, The Richest Man in Babylon takufundisha kuhusu swala la kuweka akiba. Uh, kitakufundisha hata ukiwa na kipato kikubwa, kama tabia ya kuweka akiba hauna, basi future yako itakuwa, e, itakuwa ni hakuna. Pia watu wengi hawafanyi e, uh, hawaweki akiba kwa sababu eti wanaingiza. Wengi katika wale wanaoweka akiba sio kwa sababu wanaingiza kipato kikubwa, ni kwa sababu amejitengenezea tabia au tunasema amejitengenezea tabia na nidhamu ya kuweka akiba. Hilo ni somo la tano. Somo la sita ni kuhusu compounding, nguvu iliyopo katika e, mambo tunasema katika kubebana. Compound interest ni miongoni mwa uh, tunasema mwa principle kubwa ambayo hata Albert Einstein ameizungumzia. Kuna nguvu kubwa katika compound interest. Compound interest interest ni matokeo yanayotokana na matukio ya kidogo kidogo yanayofanywa kwa muda mrefu na yale matukio yanabebana. Yani, leo ukijifunza kuhusu eh, kwa kusoma au elimu ina compound. Kuna mtu ambaye akisikiliza kwa muda mfupi anakuwa ameelewa mambo mengi. Kuna mtu ambaye kama hujajifunza kabisa kuhusu hicho kitu hauwezi ukaelewa chochote. Yaani, tuseme tunamsikiliza daktari au mwanasheria anaweza akataja vifungu. Kuna mtu anaweza akavishika kwa haraka sana, kama ni mwanasheria, na kuna mwingine anaweza asiondoke na chochote. Kama ulikuwa hauna chochote, hauwezi ukapata chochote. Mwenye chochote anapewa chochote, anapewa zaidi. Kwa kwenye compound interest ni yule ambaye anapewa zaidi kulingana na alichokuwa nacho lakini Uh, all in all, vyote vinaanzia chini kutoka, ka, kutoka hakuna kabisa yani, kutoka hakuna chochote unavyokianza kukusanya kimoja baada ya kingine, unapewa kulingana na kile ulichonacho kwa compound interest. Ni principle nzuri sana na uh, Morgan Housel anasema compounding ni, ni, ni miujiza na, anasema kwamba Warren Buffett utajiri e, alipata utajiri wake mkubwa baada ya miaka 60 alipata utajiri wake mkubwa baada ya miaka 60 na Uh, na kwa sababu aliweza kuendelea kuwekeza aliwekeza kwa muda mrefu. Siri ni kuanza mapema na kutokukatisha mzunguko ule. Anza kuwekeza mapema, anza kufanya biashara mapema, anza kufanya hili na lile mapema, anza mapema. Hicho ndo kitu cha muhimu, consistency ni muhimu. Anza mapema na usikate mnyororo wa yale ambayo unayafanya. Kama ni kujifunza, kama ni biashara, kama ni kitu chochote anza mapema. Hilo ni somo la sita. Somo la saba, pesa inahisia Pesa ina hisia. Hakuna ambaye ana kinga dhidi ya woga na tamaa kuhusu fedha kwao. Pesa ina hisia kama ilivyo kiumbe kingine. Ndio maana mtu yoyote, watu wote wana woga kuhusu fedha watu wote wanaogopa linapokuja swala la fedha, lakini tuna control ule uoga wetu katika namna tofauti. Watu wote wanaogopa kupoteza fedha, hata wale waliofanikiwa, hata wale wafanyabiashara wakubwa. hiki hiki hili hata Reginald, Reginald Abraham Mengi Dkt anazungumzia hili marehemu e, anazungumzia hili swala la linapokuja, tunasema swala la uoga kuhusu fedha. Watu wengi au watu wote wanaogopa kuhusu fedha kwa sababu fedha ina hisia, lakini maamuzi yako uh, hakikisha kwamba hayaathiriwi na woga, yanaathiriwa na calculation. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba uh, kwa mfano hapa jamaa anatoa mfano, alitoa eh, mfano katika soko la forex, katika crypto na mali Uh, tunasema linaposhuka soko la forex kwa wale forex traders. Ngoma inapoanza kushuka kama ulibai, lazima kila mtu anakuwa na wasiwasi. Kama ni mfanyabiashara, ulinunua dola, imeanza kushuka, lazima uanze kuwa na wasiwasi. Kama ulinunua mahindi ili yapande bei uuze, kama yataanza kushuka, lazima uwe na wasiwasi. Lakini kitakachotufanya uwezo wetu uwe tofauti ni uwezo wa kukabiliana na ule woga, ni uwezo wa kukabiliana na ule woga, kwa sababu woga kila mtu anao kama sasa hivi hisa ukiziona za CRDB zinashuka, e, wengi pale wanaogopea pale pale. Sasa kila mtu anaoga, lakini je, una address vipi huo uoga? Jijengee mfumo e, badala ya kuamini hisia zako, kwa sababu hizi pe, hii pesa ina hisia kwa usiamini sana hisia zako linapokuja swala la fedha, jenga mfumo. Kama ni forex, kwamba mimi entry yangu ni hii hapa, sitotoka, stop loss yangu ni hii hapa sitotoka, either ni stop loss au TP. Kwa hiyo watu wa forex wanaweza wakawa wananielewa katika hilo. Lakini somo la nane, uh, tunafundishwa kwamba uh, utajiri ni kitu ambacho hakionekani, matumizi ndio yanaonekana. Usipime utajiri wa mtu kwa kuangalia matumizi yake. Ah, uh, uh, utajiri ni kitu ambacho hakionekani, ni kile tusichokiona. Matumizi mara nyingi ndio tunayaona. Utajiri hatuuoni. Na hapa uh, Morgan Housel anatufundisha vitu kama gari, e, simu, e, brand au lifestyle. Sio utajiri wa moja kwa moja, sio utajiri. Ukimwona mtu ana magari ana nini na nini haimaanishi kwamba ni haimaanishi kwamba utajiri. Utajiri ni kile ambacho hakionyeshi, ni kile ambacho kwa wale ambao wanawekeza kuweka akiba vilivyojificha na hii Mungu ameiweka. Asili ya vitu vinavyoonekana ni vitu visivyoonekana. Kwa hiyo kama unakiona cha nje hakielezei moja kwa moja kumwona mtu Ferrari ukadhani kwamba ndo tajiri kushinda watu wote. Hapana. Utajiri ni kile ambacho kimejificha. Usifanye matumizi ili kuwanufaisha watu wengine, yani usifanye matumizi yako ukawa unapambana sana kuwathibitishia watu kwamba wewe una utajiri, hapana. E, na ambao matumizi hayo au hivyo vitu havikupi faida yoyote. Hakikisha unawekeza katika misingi, na misingi mara nyingi, ni vitu kama msingi ni imara na u msingi amna naye uona, wewe uo ukija unaanza kuona gypsum eh, wewe ukija unaanza kuona vile ambavyo vinaonekana. Kwa hiyo utajiri ni yale ambayo yamejificha, na utajiri mkubwa uko katika yale ambayo yamejificha. Lakini somo lingine ambalo tunajifunza uh, Morgan Housel anatufundisha ku kuwa e, tunasema e, kuwa wanyenyekevu kwa mustakabali wa e, tunasema ku, tunaita hii uh, Warren Buffett anaita margin of safety, kuwa makini, kuwa na uwanja wa era, yaani usijiamini sana katika yale ambayo unayafanya. Jua kwamba kuna siku lolote linaweza likatokea, na kama lolote linaweza kutokea, basi kuwa na mlango wa emergency. Kama umejenga nyumba yako, hakikisha kuna mlango wa nyuma wa emergency ambao huenda sio watu wote wanaujua. Hiyo itakusaidia siku ya majanga. Kwa hiyo eh, hakikisha kwamba unatumia hii margin of safety, hakikisha kwamba unaweka uh, hela ya dharura, unaweka namna ya dharura, unaweka mlango wa dharura exit strategy endapo mpango wako hautoenda kama vile ambavyo ulifikiria. E, kwa hiyo hakikisha kwamba hela yako unavyoitumia, weka kisehemu cha watifu. Ee, hivi ikitokea tofauti itakuwaje? Kwa hiyo hivyo vitu unatakiwa unatakiwa uwe navyo. Usipende kuringaringa, yani usipende kujiamini kupitiliza. Kwa hiyo kuwa na emergency fund, tengeneza mfuko wa dharura na ambao utakusaidia e, kwa sababu huu ni Morgan Housel anaoita ni msingi wa utulivu wa kifedha. Mfuko wa dharura utakusaidia pale ambapo e, hakuna mtu yoyote ambaye anaweza kukusaidia. Hilo ni somo la tisa. Somo e, la, la makumi Muda ni mtaji muhimu sana. Kwa hiyo hakikisha kwamba una uheshimu muda na usipende mafanikio ya haraka haraka. Mafanikio mazuri ni yale ambayo yanapatikana over time, kwa muda mrefu. Ukipenda vitu vya haraka haraka, unaenda kujipoteza, unaenda, unaenda kujipoteza. Kwa hiyo utajiri wa kweli hauji kwa haraka, unakuja taratibu, eh, pole pole, kupitia principle ile ambayo tumeitaja compound effect. Compound effect su, eh, subira ndio tunasema sifa kubwa ya matajiri wale wakubwa. Kwa hiyo psychologically jua kwamba muda hauwezi ukaukwepa, muda ni muhimu linapokuja swala la mafanikio yako. Lakini vilevile vile somo namba 11 ambalo Morgan Housel katika kitabu hiki anatufundisha ni kwamba uhuru au freedom haitokani na fedha. Uhuru ni mkubwa kuliko fedha. Tunatafuta fedha ili iweze kutusaidia kununua kununua, tusema e kununua, e kununua, e kununua e kununua muda wetu. Tunatafuta fedha ili fedha itusaidie kuweze kununua, kuweza kununua muda wetu ili tuutumie huo muda wetu kufanya kwenye vitu ambavyo vitatupa furaha. Kwa hiyo uh, uhuru eh, ni mkubwa zaidi kuliko kuliko fedha. Lengo kubwa la pesa ni kununua vitu, ni kununua uhuru wa muda wako. Kwa hiyo, nikiwa na pesa ninaweza nikaununua muda wangu, na huu muda wangu nikautumia katika vitu ambavyo vinaweza vikanisaidia e, nikafanikiwa, nikafanikiwa kifedha. Kwa uzingatia hilo sana. Uhuru wa muda ni sawasawa na uwezo wa kufanya unachokitaka wakati unaoutaka ukiwa na uhuru wa muda, unaweza kufanya unachokitaka kwa wakati unaoutaka na hivyo basi unaweza kujihakikishia E, kupata furaha. Pesa inatakiwa ikupatie uhuru, sio kukufunga. Usije ukashangaa pesa yako inakufunga wewe mwenyewe, kwa hilo ni somo lingine. Lakini somo namba kumi na mbili, uh, Morgan Housel anatuambia epuka sana tamaa, e, epuka tamaa, na anasema kwamba tatizo sio kwamba watu wote, au tuseme watu wengi, sio kwamba hawana pesa, lakini wanashindwa kujua sehemu gani ya kusimama. Where to stop, yaani inawezekana ukawa unazitafuta sana, lakini ukashindwa kujua wapi natakiwa nisimame, kutokana na tamaa kutokana na tamaa hii, wanaweza wakawa naelewa sana wale traders wa forex e, lakini vile vile traders kiujumla, hata kwenye cryptos unaweza kukuta ngoma imefika kabisa, ambayo ilikuwa ni tipi yako, lakini tamaa ikakusababisha au greed ikakusababisha, ngoja nisubirie subirie, ngoma ikageuka, mambo yakaenda mrama. Na hii ina, ina, ina, ina maana pia katika kuridhika na vile vichache ambavyo tulivyonavyo, yani jifunze kushukuru na vile vichache tulivyonavyo, ulivyonavyo, kwa sababu kushukuru ndo kutakusaidia leta makubwa zaidi. Wengi wanakosa muda wa kushukuru. Sasa usikose muda wa kushukuru. Kwa hiyo zingatia hilo, zingatia hilo, epuka tamaa, shukuru katika yale ambayo ulionayo, hakikisha kwamba unashukuru. Lakini vile vile somo namba kumi na tatu ni kwamba weka malengo ya muda mrefu, usiishi kutokana na presha ya mambo ya hapa na pale. Na hii uh, katika kitabu cha Robert Greene anatufundisha katika kitabu chake cha The cha The Laws of Human Nature. Anaita The Law of Shortsightedness, ni kwamba watu wengi, hiyo ni sheria ni human nature, kuwaangalia leo na kesho. Wachache sana wana uwezo wa kuwa visionary kuangalia mbali zaidi. Wengi huangalia leo na kesho, leo na kesho, kuna hiki na kile, kwa hiyo tunashindwa kuweka malengo ya muda mrefu, tunatazama malengo ya muda mfupi. Kwao unakuta ni ngazi, kwa sababu una baridi sana, unachoma ngazi ambayo ingekusaidia kutoka katika shimo. Unachoma kwanza mwili upate joto ili uanze kupanda, alafu ukimaliza kuchoma ngazi hakuna. Unajiuliza napandaje huko juu? Ulikuwa una malengo ya muda mfupi, ulishindwa kutazama kwamba bora nivumilie hii baridi kali kwa wakati huu ili baadaye niweze kupata uhuru wangu nikitoka katika, hili, kutoka katika hili shimo. Short term thinking ndio husababisha hasara nyingi kwa watu, kwa watu wengi fikiria miaka mitano miaka kumi mbele, sio kesho au leo. Kwa hiyo jifunze kuthink katika long term, ondokana na hii human nature ya ambayo Robert Greene anasema the law of short-sightedness. Watu wengi tunafikiria hapa leo na kesho, tunashindwa kufikiria kwa muda mrefu. Na hii nitakupa mfano mmoja, wanasema Masikini ni mtu ambaye anafikiria kwa siku, in terms of days. Leo nitakula nini? Kwa hiyo akiamka hawezi kula kama hajaamka kwenda kazini. Watu wa katikati au middle uh, middlemen mara nyingi ni watu ambao wanafikiria in terms of month na year. kwa hiyo anaangalia mwisho wa mwezi, kwa hiyo mwisho wa mwezi ndo matokeo yake, anaangalia mwisho wa mwezi na anaangalia, akiangalia mbali sana, ameangalia mwaka lakini matajiri tunaambiwa kwamba ni watu ambao wanatazama in terms of years. Anaangalia miaka mitano, miaka kumi, miaka kumi na tano miaka ishirini mbele kwa chochote anachokifanya, mara nyingi anakia na, kia line na long term goal. Hilo ni uh, somo namba kumi na tatu. Somo namba kumi na nne: kila mtu ana vision yake ya pesa, na usione kwamba ya kwako ni bora zaidi. Cha muhimu, jifunze ili uweze kuiboresha ile ile ulionayo Uh, mtu anaweza uh, kuwekeza kwenye kripto, mwingine kwenye ardhi, mwingine kwenye biashara, mwingine kwenye viwanda na wote wakafanikiwa. Kwa kila mtu ana vision yake ya pesa. Unaweza ukawekeza popote. We lengo liwe ni kukusanya fedha nyingi na kuwa tajiri kuwekeza wapi. Kila mtu anaweza akawekeza kwake. Kuna anawekeza kwenye biashara, kuna anawekeza kwenye hisa, kuna ambaye anawekeza kwenye hiki na kile, na mwisho wa siku wote wanaweza wakafanikiwa. Na kuna ambaye hawekezi kabisa, ni version pia, lakini hii version inaweza ikakuweka, eh, kwa muda mrefu. Zingatia hilo uweze kutambua, lakini vile vile somo namba 15, eh, uh, epuka madeni yasiyo ya lazima, na hii na kusi, nenda kasome kitabu cha, uh, kitabu cha The Richest Man in Babylon. Madeni ndio vitu ambavyo vinawazuia watu wengi sana kufanikiwa. Usipende madeni. Kuna watu wamezoea kukopa bila sababu, na ukikopa, nenda kakope kukuza biashara, sio kuanza biashara au kutesti idea au kufanya matumizi. Kuwa makini sana pale ambapo unakopa, kwa sababu madeni yanaweza akakuingiza katika mlolongo mlolongo wa umasikini. E, chagua madeni e, ambayo yanakusaidia kukukua yanayokusaidia ya, ya, kukua na achana na madeni ambayo yanaweza yakamaliza hata kile kidogo ulicho nacho. Eh, lakini somo namba kumi na uh, sita <coughs> pesa ina, ina kikomo haitatui matatizo yote. Kwa hiyo jifunze kujua ni sehemu gani naweza nikatumia pesa na ni sehemu gani naweza e, ha, hakuna mchango wa pesa. Kuna mafanikio zaidi ya pesa pekee. Kuna vitu vingine ambavyo unatakiwa uweze kuvizingatia kwa sababu maisha yako yanavihitaji vyote kwa ujumla. Kwa hiyo pesa inaleta uhuru, si furaha ya milele bado unahitaji vitu vingine vya muhimu ikiwemo familia, afya, amani, marafiki wenye maana na vitu vingine. Kwa hiyo kumbuka, usiuze utu wako kwa pesa, kwa sababu pesa pekee haiwezi kakupa e, furaha, haiwezi katosheleza katika maisha yako. Kwa hiyo pesa ina mipaka yake, kuna sehemu haifiki. Kwa hiyo jifunze kujua kwa namna gani ninaweza kufika hii sehemu ambayo pesa haifiki. Somo namba 16 hilo. Somo namba 17, ah uh, utajiri mkubwa unajengwa kwa kitu tunakiita generational thinking. Eh, unajengwa kwa tunasema wewe hii nakusii wewe kwa familia yako na kwa watoto wako, kwa wajukuu wako baadaye. Tengeneza misingi, utajiri mkubwa unajengwa e, ni kitu cha muda mrefu ni generational thinking. Kwa hiyo familia yako inategemea umeijenga vipi na hiyo italeta impact kwa watoto wako, wajukuu wako na vizazi ambavyo vinaendelea. Sisi kama ulizaliwa katika familia ambayo huku nyuma palikuwa hakuna uh, thinking ambayo inasapoti wewe kukua, basi usiweke, usiweke hicho kizingiti kwa watoto wako. Hakikisha kwamba unawaandaa. Utajiri wa kweli unaanzia kwa kuweka misingi. Watoto na wajukuu e, wataiendeleza. Anza kwa kuweka misingi, sio kutafuta matokeo ya, ya haraka. Nadhani mnaona, mnaona kilichotokea kwa modelji, mnaona kwa, e, kwa, kwa, kwa hawa wa Kihindi na wengine wana generational wealth, kitu tunacho ukiita generational, generational wealth somo namba 18. Eh, usijilinganishe na watu wengine, kwa sababu kujilinganisha kunaweza kukaua kipaji chako, kwa sababu watu hawafanani, mazingira hayafanani, timing haifanani, kila kitu hatufanani. Kwa hiyo watu wana njia tofauti muda tofauti na vikwazo tofauti e, comparison ni sumu kwa muda mwingine, na inaweza ikaua kipaji chako. Kuwa makini sana katika hilo, kwa sababu Morgan Housel anatufundisha linganisha, jilinganishe wewe wa leo na wewe wa jana. Kama unakuwa, basi furahia ukuaji wako, ongeza spidi uweze kujenga himaya himaya. Somo namba kumi na tisa, endelea kujifunza kwa sababu dunia inabadilika kila siku. Kwa hiyo linapokuja swala la fedha, hakikisha kwamba unajifunza kila siku kwa sababu dunia inabadilika kila siku, kwa hiyo kuwa na growth mindset. Weke, uh, growth mindset. Kuwa na mindset ya, ya ukuaji, uwekezaji e, tunasema uwekezaji, biashara, teknolojia ni mambo ambayo yanabadilika, mambo ya mifumo. Kuna elimu nyingi sana tunapokuja swala la elimu uh, uh, ya kifedha, kwa hiyo jifunze kila siku, na somo la mwisho kabisa ambalo leo tunajifunza katika kitabu hiki si lingine bali ni tunasema, uh, tunasema kwamba Uh, kuwa na tabia sahihi linapokuja swala la kifedha ndio siri ya mafanikio ya kifedha ndio siri ya mafanikio ya kifedha kwa sababu, kule juu tulianza kusema kwamba fedha ina uhusiano wa karibu na tabia kuliko IQ ambayo E, uko nayo hivi sasa. Bajeti, nidhamu, e, kutokukata tamaa ambayo tunaita ni consistence, a, subira, e, kuepuka vitu vya tamaa, ni vitu ambavyo vinaweza vikakusaidia kutengeneza utajiri. Kwa hiyo hakikisha kwamba unawekeza katika elimu, unawekeza vile vile katika tabia, ili uweze kujijengea uwezo wa kutengeneza fedha kwa muda mrefu. Mimi naitwa Mfaumi Hassan, leo tulikuwa na kitabu cha uh, The Psychology of Money Morgan Housel. Kitabu hiki ni kizuri sana, na tumesema Morgan Housel hatufundishi kuhesabu fedha, anatufundisha namna ya kufikiri kuhusu fedha. Nataka nijue umejifunza nini? e, tukutane katika somo lijalo.